Iko ripoti inayosubiriwa na mashabiki wengi wa mpira wa miguu kuhusiana na mechi ya dabi. Kipi kilichofanyika kwenye kikao mm. kikubwa cha leo hapa Dar es Salaam? viongozi mm. e wa Wizara ya Habari, mm. Utamaduni, Sanaa na Michezo wakiongozwa na Profesa Palamagamba Kabudi Waite. tuliona viongozi wengine mbalimbali wa shirikisho Yeah, lakini pia bodi ya ligi akiwemo naibu pia waziri Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma aka mm. Mwana FA. Tumemwona Neema Msita na viongozi mm. wengine mbalimbali kuona namna ambavyo wanakutana na viongozi wa pande mbili, kwa maana ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia viongozi wa Young Africans. Tumeona viongozi wa Simba e, waliwakilishwa na CEO wao, lakini yeah, pia tumemuona try again kwa upande wa Yanga Afrika tumemwona mwenyewe injinia Hersi Saidi mm, tumemwona makamu wa rais Arafat Haj na viongozi wengine mbali mbali kuona tu namna ambavyo wanaliendea hili jambo na kulimaliza. Lakini sasa kuna pande mbili Aha, kwa sababu kikao kilifanyika kwa pande mbili tofauti, ndio walianza upande wa Yanga Afrika, wakasikilizwa mm, hoja zao na ni nini hasa ambacho wanakiona, lakini mwisho wa siku wakamalizika uh, kuzungumza, wa upande wa Simba kuona namna ambavyo na wao wanasemaje sasa kwa kuwa alisema walianza Yanga na tumsikilize sasa, engineer Hellside yeye anasemaje, ambaye ni rais wa Young Africa, baada ya kikao kufanyika, nini ajenda ambayo imezungumzwa kwenye kikao hicho? Mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho club ya Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3, 2025 Uongozi wa Africans uh, pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na uh, mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili eh, kitu ambacho kilitokea. Bahati nzuri klabu ya Africans kupata nafasi ya kufikisha eh, yale ambayo ya ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule na baada ya kufanya hivyo uh, platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans. Na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla ko tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wapata nafasi ya kuuliza maswali kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza ya kwamba platform hiyo sio platform inayoweza kufanya maamuzi oka ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea kwao. Walikuwa wanataka kujifunza kutoka kwa Young Africans, nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kao tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi ambao, yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima ujumbe huu umefika Mheshimiwa Waziri na timu yake, umepokea umewachia, ufanye kazi, na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. kwa nichukua fursa hii kufikisha message hii kwenu, kwa wanahabari, ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukua fursa hii kuambia wanashamba na mashabiki wa club ya Africans sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na ni watoe hofu na hof ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapatikana tutaweza kurudi kwao. Na sawa. So, so, hiyo ni kauli ya Engineer Health, ra, uh, Raisi wa young Africans, akizungumzia hilo kwa ukubwa zaidi. Lakini sasa yeah. uh, baada ya kikao chao kumalizika mm -hmm. Wakafata Simba Sports kuingia na wao, wakawa na jambo jingine tofauti na yale ambayo yalizungumzwa kwenye kikao cha kwanza. Murtaza Mangungo, huyu hapa, akikiri kile ambacho kilizungumzwa na ajenda wamefikisha. Tunashukuru kwamba tumezungumza, uh, yote ambayo yalikuwa ni ya muhimu na tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri na timu yake kwa hiyo naamini vikao vitaendelea, maendeleo ya soka Tanzania na namba ya, ya, maendeleo ya soka Tanzania. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana, ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walivyokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa, lakini sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tu kujadiliana mamlaka. Zimesha sema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatima? Kuna hatima gani nyingine? Hamna hatima, hatima. Mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopangwa. Wao wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezo ukachukua sifa ya tembo, ukachagua kwa kulitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo inabidi umchukue wote kwa hiyo kanuni hizo kuna vipengele zaidi ya 54 sasa unawezaje wewe kutumia kipengele kimoja tu peke yake eh, hey, unawezaje kutumia kipengele kimoja peke yake ni kauli ya mwenyekiti wa Simba Sports Club. ndugu zangu hmm. mmesikia kauli zote tumesikia na tunaye mchambuzi wetu hapa Zuberi George Mkalaboko na ni matumaini yetu utakuwa na majibu ya yale maswali mengi ambayo tunajiuliza kwa pande zote mbili. Inawezekana vikao vilikuwa vya utofauti, kama ambavyo tumesikia viongozi hapo walivyozungumza. Kwa hiyo hatima yake hasa itakuwa ni nini? Na kwa sababu wengi pia wanaangalia kwa namna ambavyo serikali inajiingiza kwenye masuala haya ya kimichezo. Ah, mimi naona pale kwa upande wa Young Africans wanapiga kengele kwenye sala ya toba hmm, ambako tulidhani kikao hiki uh, watakuja hmm, na mtazamo mwingine lakini bado wamesimamia wanachokiamini, okay. Kwamba hawakutendewa haki kwenye dabi, na hoja zao ndo zile zile, kwamba hawaoni kanuni, wanatakiwa waonyeshwe kanuni ni wapi panaposema timu isipofanya mazoezi ya ichezi mechi. Wanakwenda mbali zaidi, inaelezwa wameibua mambo mengine, kwamba maamuzi mengi yanayofanywa na bodi ya ligi hayashirikishi vilabu mm -hmm. Wanahitaji mpaka FA, kwa taarifa nilizonazo kwamba ile uchezaji wa FA kuongeza idadi ya timu baada ya kucheza timu na mshindaji wa kwanza na yule wa pili, safari kwenda ndani ni vitu ambavyo kushirikishwa. Wanakwenda mbali, wanataja mpaka timu za vijana, kuna nafasi ya vijana kuingizwa kwenye lineup. Wanasema ni maamuzi yanayofanyikwa na, na bodi bila ushirikisho wa juu wa vilabu. Kwa hiyo wanakwenda mbali, wanasema bodi hii haiko huru. Mm. ni miongoni mwa madai yao, lakini tunachoangalia ni kama ili haya matatizo yamewazidi kimo TFF. Mm. kwa sababu yalikuwa ndani ya uga wao, na ukienda mbali wao wanadhani TFF wako kwenye upendeleo, lakini simba tumwasikia wao wanasema wanaamini kazi inayofanywa na na mamlaka kwao inatosha mm. na ndio maana mzee Mangungu mwenyekiti Murtaza anakwenda mbali, anasema yeye wanasubiri mamlaka mm. itakapopanga japo anasema ajenda yao ya leo haihusiani kabisa na hiki ambacho kinaendelea sasa. Kinachoonekana katika mpira wetu tu ni kama mtu mwenye kiu ya maji unampa tonge la ugali, ambaye ana njaa ndio unampa funda la maji mm. yani hayatatuliwi matatizo kulingana na mahitaji tuliyokuwa nayo mm, isipokuwa tunataka tuendelee kuyabeba matatizo kwa matatizo, kwa mfano hoja sasa hivi ya watu ni nini serikali inakwenda kufanya? Serikali yenyewe inataka kuwasikiliza tu kuwa na kisha ikawaagize wakaelewane, lakini sio kuwaingilia kwenye maamuzi. Na ndio maana dhana yao ya suluhu, kumsikiliza huyu kumsikiliza yule mm. kumsikiliza yule mkijiridhisha, naambia kama swala liko hapa, nendele mkalimalize mm. lakini imefikia hatua hiyo kwa sababu wenye mamlaka yao wameshindwa kutatua mm. maana yake wameendelea kuvutana sasa, mpaka watu wanavutana, maana yake wa matatizo yametuzidi kimo, na wengine ama wengi wetu tuliamini labda kikao hiki kitakuwa na suluhu ya jumla yes, moja kwa moja na kupata matokeo kamili kuhusiana na swala hili la dhabi, mm. lakini mambo yameenda tofauti, na kikao hiki ndio tumejua misimamo sasa mm. Yeah. Yaani, msimamo dhahiri wa Young Africans hautofautiani na ule tulikuwa tunaona kwenye matawi yanayogoma. Matawi yanakuwa na msimamo, mashati yao wanazo, ni kama wako serious kuhakikisha kwa kwamba yale mapendekezo yao, maamuzi yoyote yasiwe kinyume na mapendekezo yao. Wanasemaje? Kwani mashabiki wenyewe wa waliokuepo leo uwanjani pale, uh, wakati kikao kinaendelea amefanya kazi tuliyomtuma, na tunaamini msimamo wetu ni ule ule hatuchezi. Bodi ya ligi jiuzulu, TFF wa jiuzulu, hatuna msimamo mwingine wa nayanga. Soma hapa, soma hapa, soma. Nimemsikia injinia wetu anambia, mnaniamini? Tunamwambia tunakuamini, msimamo wetu ni ule ule. naomba tumekwambia Tume au tunamwamini yes. Na tutaendelea kumwamini siku zote injinia. Yanga ina falsafa zake, Yanga ina kanuni zake na taratibu. Injinia tumemtuma yule, ni mfanyakazi wetu, sisi ndio mabosi Yanga, sisi ndio mabosi abos yes. hey, injinia ni mfanyakazi wetu, sisi ndio mabosi okay. Kwayo yupo kwa ajili ya kufuata matakwa yetu. Wananchi wa Yanga hatukubali kuwa wanyonge, wananchi wa Yanga hatukubali kupelekwapelekwa, wananchi wa ya Yanga tumepoteza imani na tf -f -f na TFF bodi ya ligi amwezi kutubadilisha mashabiki hao. Sasa mimi nikajiuliza kwa nini ma mashabiki wa Simba hawakuepo? wawepo kufanya nini mashabiki mm, wa Yanga walikuwepo, nikafikiri na wa Simba Masi pia walistahili kuepo nao, ongea wamelipa kadi yao. Sasa sikiliza majibu, hata kabla hujaenda mbali, unajua ukiwasikiliza kuna wakati mwingine hatuzungumzi kwa ubaya yeah. Inawezekana wana haki sehemu fulani kuona mm -hmm. kwamba wana haki ya kugomea mechi, wana haki ya kufanya hiki wanachokifanya, lakini naona kama wanavuka mipaka mashabiki, kwa maana ya kwamba wamerudia po statement ya kwamba hatuna imani na shirikisho, hatuna imani na bodi ya ligi. Sasa unamwambia hivyo rais wa mpira ambaye ndio mama ndio baba mm -hmm. wa mpira Tanzania. Unapeleka ujumbe kama huo kama kugongelea msumali e, kwenye tatizo ambalo lipo mpaka hivi sasa Zuberi George. Unaona iko sawa sawa? Ndio sipo kwenye msimamo wao. Mhm. Mm eh, ipo kwenye katika madai yao sasa hivi ipo. Sasa hauoni kama wanazidi kuchochea kwamba kwa rais kuona kwamba mm, hawa inawezekana wana wana hoja lakini sasa kwa nini wanani attack moja kwa moja rais? Kwa sababu ya mamlaka yake, kwa sababu rais. Yaani haya kote tulikofika ni rais katufikisha huko. Na rais wa shirikisho. It kabisa. Lazima hiyo rais kariambiwe. Kwa sababu haya yote alikuwa anaweza kuyasikiliza e ya yote, hatuna imani yani. Kunajua angekuwa ameruhusu kusikiliza, leo waziri asingekuja. We ni mmoja wa watu wanaoamini ajiuzuru Ah, si kwa wana wana wana kujiuzulu. Hatuna imani na rais wa shirikisho ina maana gani? Eh, hatukuamini. Kwa nini tukiwa kuamini tu ndio kwa? Yaani kwa nini? Ukiwa madarakani. Kwa nini ukiwa madarakani tukuondolea imani na shindikana? Alishindikani ndio unasema. Yaani kwa sababu, yaani hatukuamini hata uwepo hapo, utafanya kazi zako uh -huh. Sisi hatuna imani uh -huh. na wewe. Haikupoki madaraka lakini ujue kuna watu kazi Kani. yako hawakubali. Mm. Ndio. Tunaupeleka wapi mpira wetu? Wala sio sababu. Ukitimiza wajibu wako watu watakwambia. Kwa nini unafikiri wewe usitimize wajibu wako ndio tusikwambie kwa sababu una mamlaka? Unajua issue sio kuambiwa tu. Mm. Yaani issue inakuja ni kwamba na hili lilopo mbele kwa sasa Zuberi. Ndio kwa sababu mpaka tunafika huko. Mm. Leo tunaenda kusaidiwa kesi na mtu ambaye hana, kesi na sisi. Tunashindwa kutimiza wajibu. Kwa mfano, kwa mfano TFF ndio mwenye sauti kubwa ya kuyamaliza haya mambo kwenye vikao vyake. Mm. Na nazo kamati za kusikiliza haya. Mm. Lakini kwa hiyo huko alikupeleka, watu walifanya maamuzi kwa kauli tu. Kwa watu wametoa mm. imani na TFF sasa, mpaka inakwenda na bodi ya ligi. Mimi najiuliza Ziberi, kama msimamo kabaki, mechi itachezwa, hawa mashabiki wanaojitokeza kuimba hawachezi, watakuwa hawana imani na injinia ambaye ni sauti ya juu ya Afrika. Ikishakuwa mechi inachezwa, maana kesi, kutakuwa na maridhiano. Ah, hapana, sio hawana hiyo. Kwa mfano sasa hivi kinachoendelea